Je, umewahi kutuma ujumbe wa WhatsApp na haujibiwi kabisa? Hauoni picha wala status? Labda umeblokiwa. Leo nitakuonyesha dalili tano za WhatsApp kuwa umefungiwa kwenye WhatsApp, lakini dalili namba tano ndiyo yenye nguvu zaidi. Share video hii, lakini pia usisahau kusubscribe. Dalili ya kwanza, hauoni last seen au online status. Kama ulikuwa unamwona akiwa online au last seen alafu ghafla imepotea kabisa, hiyo ni dalili ya kwanza. Kumbuka mtu anaweza kuamua kuficha last seen na online status. Dalili namba mbili, hakuna tena picha ya profile kama alikuwa ni mtu wa kuweka picha sana, lakini ghafla hauoni picha, unaona kivuli. Hiyo ni dalili namba mbili, umeblokiwa. Dalili namba tatu, ukijaribu kumweka kwenye grupu inashindikana. Jaribu kumweka kwenye grupu jipya, ukiona inasema huwezi kumwongeza huyu mtu, tayari amekublock. Dalili namba nne, huwezi kupiga simu ya WhatsApp itaendelea kuita bila kupokelewa, yaani wewe kila siku ukipiga simu inaitaga tu. Na dalili ya mwisho ujumbe unabaki tiki kimoja. Mfano wewe miezi miwili, bado tiki moja, na zamani alikuwa ni mtu ambaye ni online sana.